Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia simulizi ya historia ya piano ikiwa ni mwanzo wa mafunzo yetu ya kinanda ambayo yatapatikana yote katika chaneli hii ya Music Life. Na simulizi hii itawitwa kwako nami Mwalimu Ayubu Romad Wegasila, mwalimu wa mziki na mpiga kinanda. Kabla tujanza somo letu la leo, karibu uweze kubonyeza alama subscribe na kisha alama kengele ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi anapokuwa hewani, lakini pia karibu ku like, comment na kushare ili mafunzo haya ambayo utaanza ya kinanda, lakini pia mafunzo ya mziki yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Hivi ni moja kati ya vinanda ambavyo vimekuwa vikitumika katika, katika historia ya vinanda mpaka tulivyofika katika piano ya kisasa kabisa na tutapitia kuanzia mwanzo wa utumiaji wa ala za kamba, baada ya hapo, mababu wa vinanda ambao ni hapsikodi na klavikodi. Tutasoma kugunduliwa kwa kinanda ambacho kinatumika sasa hivi na mpaka kinanda cha kileo. Mwanzo kabisa kabla piano hajazaliwa, wanadamu walikuwa tayari na ala zinazotumia nyaya au strings zilizopigwa au kupigwa mishale. Katika karne ya 14 mpaka 15 kulikuwepo na satre na dusima ambazo ni nyaya zilizopigwa kwa vijiti vidogo. Ala hizi zilitoa wazo la baadaye kutengeneza vyombo vinavyotumia nyaya kutoa sauti. Kwa hiyo wakati huo nyaya hizi zilikuwa zinapigwa zimewekwa katika mtindo zinapigwa na zinatoa sauti fulani, katika karne ya 14 mpaka karne ya 15. Hapsikodi na klavikodi, mababu wa piano. Hapsikodi ambayo ni karne ya 15, ambayo karne ya 17. Hapsikodi ilitokea Ulaya, hasa Italia na Ufaransa, kuanzia karne ya 15. Katika chombo hiki ilikuwa unapobonyeza kipande cha ufunguo ki kidole kinapiga waya na kutoa sauti. Sauti ilikuwa nzuri, lakini haikuweza kudhibitiwa sauti ilikuwa inatoka kubwa kwao, ilikuwa uwezi kupunguza sauti au kuweka zile dynamics katika muziki. Na huu ndio mfano wa harpsichord ambazo zilikuwa zinatumika katika nyakati hizo. Clavicord karne ya 15 mpaka karne ya 18. Clavicord ilikuwa ndogo, rahisi na nyazi zilipigwa kwa vipande vidogo vidogo vya chuma, tangents tofauti na apps code clavi code iliruhusu kubadilisha nguvu ya sauti au dynamics, lakini sauti yake ilikuwa ndogo mno, haikufaa kwa kumbi kubwa. Kwa hiyo clavi code yenyewe ilikuwa na uwezo, kuna sehemu kaongeza sauti, una sehemu kapunguza sauti kulingana unavyozipiga zile nya. Na clavi code ndio ilikuwa inaonekana hivi kama ambavyo tunaona kwenye picha zetu. Hii ndio muonekano wa clavi code yenyewe, ilikuwa ndogo tofauti na na apps code. Mwaka 1700 kugunduliwa kwa piano na Bartomeo Kristofoli. Bartomeo Kristofoli ni fundi wa vyombo vya muziki kutoka Florencia ya Italia, ndiye mgunduzi wa piano ya kwanza. Alikuwa anafanya kazi kwa familia ya kifalme ya Medici. Kristofoli aligundua chombo kiitwacho glavisembalo kol piano e forte, efolte, yani klavia chenye sauti ya polepole pole na kubwa. Ndio maana jina la chombo cha kawaida likawa piano forte, na baadaye likawa, likawa natumika kama piano tu, lakini kumaanisha kwamba ni chombo ambacho kina sauti, kinaweza kawa kina piano, sauti inakuwa ndogo, lakini pia inakuwa na forte, sauti inaweza kawa kubwa. Kwa hiyo inaweza ikatumika kwenye dynamic zote na inasikika vizuri kwa kumbi kubwa, na hii ndio ilikuwa ni piano kugunduliwa kwa piano. Anasema ubunifu wake mkubwa ulikuwa hammer mechanism, badala ya kuchokozwa kwa apskodi, nyaya zilipigwa na hammers au nyundo. Kwa hiyo katika ugunduzi wa Bartolomeo Cristofori, nyaya zilipigwa kwa na nyundo, nyundo ndogondogo ambazo zenye ngozi, hili ruhusu upigaji na udhibiti wa piano polepole, ambayo ilipelekea kutu kufanya piano lakini pia na forte kwa nguvu, kitu ambacho kikuwezekana kwa kipindi cha nyuma, kipindi cha apodi na kipindi cha clavichord. Kwa hiyo kilifanya kinanda kiweze kudhibiti sauti zote, itoe sauti kubwa, lakini pia itoe sauti ndogo wakati wa, wa, wa, wa, wa kutumbuiza. Kuenea kwa piano Ulaya baada ya 1720. Piano ya Kristofori ilianza kutambulika kote Ulaya na maboresho yaliletwa na mafundi kutoka Ujerumani na Australia, kama Gottfried Silbermann aliyesaidia pia Johann, Johann Sebastian Bach kujaribu piano mapema. Wakati wa Mozart mwaka 1756 mpaka 1791, piano ilikuwa tayari inatumika sana, ndio maana aliandika piano concertos nyingi zake nyingi kwa vyombo vya aina hii Mozart. Lakini pia piano forte za Mozart zilikuwa nyepesi na nyaya nyembamba, sauti laini zaidi kuliko piano za leo. Karne ya 19 kuibuka kwa piano ya kisasa wakati wa Beethoven mwaka 1770 mpaka 1827, kulihitajika piano zenye nguvu zaidi kwa sababu mziki wake ulikuwa wakimnyemko wakihemko na wenye nguvu nguvu nyingi. Hapo ndipo wabunifu kama Broadwood wa Uingereza Erard wa Ufaransa na Steinway wa Marekani wakaleta maboresho makubwa, ambako walitumia frame za chuma kuruhusu nyaya nyingi na ngumu zaidi, lakini pia kuwa kuna pedo tatu kwa udhibiti wa sauti na resonance, lakini hama zilizo na filiti ya pamba baada ya ngozi. Matokeo yake piano ziliweza kutoa sauti kubwa zaidi zenye nguvu na hisia nyingi. Karne ya 19 pia ndiyo kipindi piano zikawa maarufu majumbani kama ala ya heshima na ustaarabu, kama ala ya heshima na ustaarabu. Piano za kisasa Karne ya ishirini hadi leo, piano ya kisasa na digito. Grandi piano ni kubwa na yenye nyaya ndefu na yenye nyaya ya wima ndogo zikawa aina kuu kwa kipindi hichi cha kuanzia karne ya ishirini mpaka sasa. Makampuni kama Steinway na Sons ya maa na, na bosendofa kawai yakawa maarufu duniani. Pamoja na ukuaji wa teknolojia zikagunduliwa electric piano na baadaye digital piano. Digital piano zinaiga sauti ya piano halisi kwa kutumia sampuli ya kompyuta. Leo pia kuna midi kibodi zinazotumika kwenye muziki wa kisasa na studio, katika karne ya 20. Kwa hiyo safari ya piano inaanzia kwenye nyaya, baada hapo tumetumia apsikodi na klavikodi zilizoshindwa kutoa nguvu ya tofauti lakini pia ubunifu wa Kristofori mwaka 1700 ambao uliweka msingi wa piano, lakini kupitia maboresho ya katika karne ya 18 na 19 ilifanya iwe chombo kikuu cha muziki wa klasiko na nyumbani hadi kufikia piano ya kisasa na digital zinazotumika kila kona duniani leo. Hiyo ndio historia fupi ya piano. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele, ili wa kwanza uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi unapokuwa hewani. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.